Na ni Kenya jamani hivyo jamani Kenya jamani. Nikiongea naongelea vijana wa Kenya. Sasa hii wako na another level, na different world. Kila kijana sasa hivi anatamani maisha ya A level. Na maisha nini? Yaani kila mtu sasa hivi anang'ang'ana kwelikweli ile kujifanya tajiri mtajika. Na ndio maana wameishia wa vijana ama sisi kama vijana tumeishia kuiga mifano ambayo labda kwa kiwango fulani si sahihi, lakini sijui una maoni gani lakini leo nina Bwana Robert ama nina mgeni hapa, napenda ajitambulishe. Sasa mwenzangu, tunakuita nani? Uh, kwa majina anaitwa Robert Magata. Uh, Bwana Robert Magata, karibu. hii ni MC Alpha Media. Sasa najaribu kuongelea yale mambo ambayo yanahusu vijana haswa katika tafute tafute zao za kila siku ili kuhakikisha kwamba maisha yao yamekuwa sahihi, maisha yamekuwa sambamba, yani wameenda uh, A level. Uh, na ningependa kabla ya tuanze majadiliano siku ya leo, eh, niwashirikishe katika kipengee kimoja, ama beti la shahidi fulani hapa anasema nam uzee usiucheke sema hujana, ni moshi kubale kubeehamvuke muda mfupi wishi mzaa sidanganyike na hizo zenu nakshi, utamu asali ushia mdomoni. Namaanisha kwamba utamu utamu asali ushia mdomoni, na maana gani jamani? Eh, anyway Bwana Robert na karibu sana. Nashukuru naam. Leo sasa ningekuomba tu labda kidogo, uh, kwa uhalisia kabisa utuambie zile changamoto ambazo vijana wanakumbana nazo na zile njia ambazo si sambamba vijana wameishia uh, kuingia kwa sababu ya kutafuta tafuta. Kwanza uh, kabisa ningependa kusema asanti kwa fursa hii ambayo tumeipata tuweze kuzungumzia vijana kwa kawaida maisha ni ngumu, maisha hapa nje ni ngumu, na vijana wengi hasa wana kazi hapa nje. Many youth are unemployed and because of that, tunapata vijana wengi wanaanza kufanya mambo potovu ili angalau wapate kupata pesa ya kujikidhi, kuji katika maisha ya kisasa, lakini mambo hayo yana maafa makubwa sana kwa maisha ya vijana sasa hivi. Sasa moja kwa moja, labda utupatie ama tutajie tu yale mambo ambayo vijana wanafanya ambayo si sahihi, kwa jina kwamba, ama kwa maelezo kwamba wanajaribu kujitafutia au wanajaribu kupata kipato. Sisi uh, sote tunajua mitandao. Siku hizi vijana wanatumia mitandao vibaya, huwa wanafanya mambo ambayo ni ya aibu. Kwa njia gani, ndugu yangu? Kwanza kabisa ni kwa aibu mbele ya binadamu na ni kwa aibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, vijana wengi wameanza kutumia simu tu na hayo ni mambo ya kigeni haswa. Ngoja kidogo, simu tu kuna no. maana gani ama labda kabla tuangazie no. njia zingine ambazo ni potovu. Njia zingine, aa, vijana wengine vijana wengine wameanza kutafuta wazee ama tunawaita kwa lugha ya kimombo tunawaita kwamba wameanza kutafuta sponsors Maspone. Na hao sponsors huwa wanatumia vijana vibaya sana na mwishowe wanaathirika pakubwa sana. Haya, sehemu ya tatu, unapata vijana wengi siku hizi huwa wanafanya mambo ambayo wanajingisha katika mapenzi holela holela. Akishajingisha mapenzi holela holela, unapata vijana mwishowe wanalia mbwatambwata. E, ndo maana vifo vimejikita sana ama vimeshenea sana kati ya mapenzi ya kihorera sio kidogo. Unasikia kwamba alienda kumsalimia nani nani, akapandwa na hasira kwa sababu ya kile kitu ambacho aliona kwa simia nani nani, akamgeukia nani na kumdunga kisu nani. Anyway, tutangazia baadaye. <laughs> Tuendelee tu ndugu yangu. Aa, kwa mfano let me say, kwa mfano uko na rafiki yako kijana mwenzangu hapo mm -hmm. Kwa mfano tuseme wewe ni rafiki yangu tuko hapa na wewe kesho, na kupata umenunua Mercedes. Alafu, nikikuuliza wewe unaanza kuniambia tu ni God. Mambo mengine ukiangalia vizuri, lazima kuna mambo ambayo vijana wanafanya yasiyo halali. Kwa hivyo kwa kifupi ni kusema kwamba hizi Mercedes, hizi BMW zenye tumeona kat... yani vijana wanamiliki, huenda hawajazimiliki kwa njia straight, njia wasi. Naam. Naam, hiyo ni kweli kabisa. Sababu mimi ninachoamini mimi mwenyewe mimi binafsi ni kwamba Mungu alituumba tufanye kazi, tukishafanya kazi angalau mwisho tutapata pato na. So ingekuwa mzuri mm -hmm, vijana wengi mm -hmm, tungekuwa na ile uwezo wa kukubali kwamba mimi sina, mm -hmm. Na kama sina mimi mwenyewe niombe Mwenyezi Mungu, nimwambie Mungu nisaidie, na mimi siku moja nitafanya nini nitakidhi mahitaji fulani na fulani. Lakini jomba, ukidhani kwamba ukikubali kwamba sasa umeridhika kwamba Mungu mimi sina mm -hmm, fulani kweli atakusikiza hawata kudharau ama una maoni gani? Ah, kwa kawaida binadamu wanadharau kwanza, kama huna hela kwa maisha ya kisasa. Sasa hivi kama huna hela watu wanakuona we ni kama ufai, ufai, ufai, ufai, ufai katika, ufai, katika eneo ama katika mahali fulani, hata familia yenyewe yani, pesa, kama... yani ina sauti ambayo inakuosha sauti ya pesa itafanya wakusikize wao wasiokujua na wanaokujua. Yani sauti ya pesa itakufanya hata wale mbao hamjaongea kwa wakati mwingi, wale ambao ulikuwa unadhani kwamba mtaketi kwa meza moja ya mkala, hiyo siku mtashiriki kikao kimoja, kwa sababu ya pesa. Ama sijui, Bwana Robert ana maoni gani? Acha tumsikie. Uh, maoni yangu kwa pesa nilikuwa nazungumzia, hata familia yenyewe siku hizi kama una pesa, hata unapata familia yako haikuhusishi katika masuala mengi ambayo wanafanya, wewe una, unakuja tu kushtukia tulifanya jambo fulani na fulani mm. sababu wanaona hata wakikuuliza hakuna utalochangia, mm. katika maandalizi ya kufanya kitu fulani na fulani mm. Sasa kuzungumzia vijana na pesa, vijana wengi unapata wako na ile ari, kuna ile ari ya kutaka kuwa na pesa mapema, kisha wanasahau kwamba wanasahau kwamba maisha ni polepole pole, ni kupanda kushuka, kupanda kushuka, yani wanasema kwamba katika maisha safari ni hatua kwa hatua, na wanasema hatua moja ukiongeza na nyingine basi ikakuwa ni safa, safari. Naam, tuendelee bwana Robert. Sasa kwa hivyo ndipo unapata kwanza, acha niongelele mitandaoni. Vijana wengi siku hizi mitandao, unajua, kitambo tulipokuwa wachanga, mitandao ilikuwa labda ya, unaingia tu hizi mitandao za kijamii, unaangalia mambo mawili matatu, ilikuwa tu ya kufurahisha macho, lakini siku hizi vijana wengi sa vijana rika yangu, sasa hivi ukitembea ukitembea hapa nje, unapata kijana na miliki mali mengi sana, gari nyingi sana, manyumba. Yani, unapata kijana at the age of, uh, even 20, the bracket between 20 to 25, unapata vijana wengi wako na mali. Ni kweli ni vibaya mtu kuwa na mali akiwa kwa hiyo miaka akiwa mchanga tu, tuseme kijana au ni barobaro? Ah, sijakata la hasha. Langu ni kusema kwamba mambo ambayo vijana wanafanya ndiyo yanayokuja kuwaweka katika shida ambazo ni ngumu sana kutoka humo. Kwa mfano, mitandao ya kijamii unapata vijana wanajiuza. Vijana kwa mfano unapata wako na wako na sites, let me call them sites, they have sites they even act pornography. Aha, unamaanisha nini ndugu yangu? they they have sites they act pornography they do some shitty things. Na baada ya kufanya hizo kazi huwa wanajiuza mitandaoni. Yani, mtu mtupu tu kabisa, ana suti ya Mungu tu, anaingia kwenye mtandao nyuma ya kamera vizuri tu, waakili zake timamu, alafu anaanza kutuchingizia kila kitu. Aki, jamani vijana, vijana <sighs> That one reminds me of something. Mimi huwa ni yule mtu ambaye ni mwazi, alafu ni mtu ambaye anaongea na kila mtu ya. Ni juzi tu ilikuwa naongea na mtoto mtoto mdogo sana, mtoto wa miaka kumi anaitwa anaitwa Bella, ni mtoto wa kike mtoto. Sasa tulikuwa tuna mazungumzo naye, alafu akaniambia kwamba mimi ningependa nimuue mama yangu. Sasa hicho kitu kikanishtua kidogo na kutaka kujua zaidi huyo mtoto aliyeendelea kwa kunielezea, unajua, kitu ambacho inafanya nitamani kumwa mama yangu niki ama ni hiki kwamba mama yangu wanakaa TikTok sana, hata wakati niko, nimetoka shuleni niko na yeye sebureni, yaani hanipatii wakati. Kwa hivyo naona ni afadhali nisiwe na mama ambaye hanisikizi, kwa sababu hata nikimwambia chochote huwa hanisikii. Sasa so, ni afadhali ni muue ndio kwamba sina mama badala ya kuwa na mama ambaye nikimwelezea shida zangu, changamoto zangu ambazo nimekumbana nazo kule shuleni, yani hata nikitaka nisaidie kufanya homework mama yangu hanisikizi, anipatii muda wake. Hicho kitu kilinigoza, lakini sijui, kwamba una maoni gani kuhusiana na hicho kisa ama hiyo story ambayo nimekupatia tu kwa muhtasari. Uh, nimekuwa nikiongelelea mitandao no. najua kwa mfano ambayo umepeana, unapata mama kama huyo, unapata hata hana muda ya mtoto wake na watoto wanahitaji wanahitaji haswa yeah. so unapata huyo mtoto she, she feels lonely, she feels she's not needed here, she feels I have a mom but she doesn't even have some even five minutes for me. Unajua watoto kuna ile, kuna ile happiness wanakuwa nayo wakiona waki mama anachangia sana katika maisha yake haswa akiwa wachanga. Sasa ingekuwa ingekuwa vema tutumie mitandao ipasavyo, sababu siku hizi kwa maisha ya kisasa tunayoishi hivi sasa, tunayo mitandao imekuwa kero, taniita kero, imekuwa kero kubwa sana. Haswa unapata vijana wengi, tuko tu kwa simu, tuko tu kwa simu, tuko kwa laptop muda wote na ukiangalia vizuri mambo tunayofanya huko si mambo ambayo yanatufundisha kitu ama mambo ambayo yanatusaidia. Ndio Profesa, nilikuwa nasema unapata vijana wengi wamezorota mitandaoni, wengine wanajiuza, wengine wanafanya mambo ambayo yanawaweka maisha inakuwa magumu hata zaidi. Na miaka yote hmm, tisa, tumekuwa tukiongelea changamoto ama yale mambo ambao vijana wamechukulia maanani katika ama kama njia moja ya kumiliki mali ambayo labda kwa njia nyingine ama tukiangalia kwa chichi, e, jicho la pili tunaona kwamba si mambo ya busara, si mambo mazuri, na haya ni kama kutumia sehemu si tu na mwingine hapa akatuambia kwamba kuna mihadarati, alafu kuna mambo kama vile mapambazuko ya machweo, mtu kujiuza uchi, alafu Uh, mwisho kabisa tungependa kuangalia about vileo na hata mapenzi ya kihorera yani, yote tisa ni ndani ya MC Alpha Media, na tunashukuru sana kwa wakati wako na tunaomba kwamba uzidi kupiga like, comment na ukisubscribe, tutakuwa umetisha sana yani, nam niite wako hapa kas presenter and the next episode hapo.